Mtazamaji wa Cloud TV, kama nilivyokufahamisha tangu hapo awali kwamba tupo hapa katika tamasha hili la utamaduni wa watu wa Lindi Kusini mwa Tanzania, na sasa hivi nimepata nafasi ya kuonana na mzee Makota. Yeye ni miongoni mwa waasisi ambao walikuwa wanacheza sana ngoma za kizamani kama msolopa, ambapo katika, uh, katika tamasha hili pia utapata nafasi ya kumwona akidance na kucheza ngoma hii ya msolopa pale, pamoja na kuimba. Labda tunazungumza naye kidogo, kutaka kujua undani kuhusiana na hii ngoma ya msolopa. Ndio, karibu. Makota, unaitwa nani jina lako halisi? Naitwa Omarigelia Makota, jina maarufu naitwa mzee Nachinya. Mzee Nachinya, wewe ni mwenyeji kwa hapa Ruangwa kwa kipindi gani? Sasa hapa na muda kama miaka kama 40. Miaka arobaini ni miaka mingi sana. Wewe ni kabila gani? kwa mimi ni Mwera kabila la Wamwera. Okay, yeah, eh, kuna baba kwa mama. Eh, baba kwa ndio una, una, unaweza labda kutuambia yeah, eh, tamasha hili ambayo linaendelea ambayo lina lengo la kuhamasisha tamaduni za watu wa Lindi, eh, yeah, yeah, wa Lindi hususan Wamwera ambao ndio wameonekana wengi wako hapa na sehemu kubwa ya tamaduni zinazoonyeshwa ni za Kimwera ikiwemo hizi ngoma za Msolopa na zinginezo. Pengine kuna aina ngapi za ngoma za Kimwera hasa ambazo unaweza ukaziainisha na ukatuambia japo kwa uchache wake? Asili ya ngoma ya Msolopa kwanza kabisa. Kwa hii ngoma ya Msolopa ni ngoma halisi kabisa ya, ya vijana wa Kimwera ambayo imeanzia miaka mingi, na mimi mwenyewe na kundi langu hili hii ngoma tumeanzisha mwaka sitini na nne mpaka leo tunaliendeleza. Asili ya ngoma ya Msolopa hasa katika kabila la Kimwera ilitokana na nini mpaka mkaunda hii ngoma na ikawa inaitwa jina hilo la Msolopa? Labda pengine hili ni neno la Kimwera, neno Msolopa ni neno la Kimwera au ni Neno mlilibuni kutokana na namna ambayo mapigo ya ngoma yenyewe hapo. Asili ya neno Msolopa hasa ni na ni ngoma ambayo huwa inachezwa katika maeneo gani? Maudhui ya ngoma hii hasa kuchezwa katika maeneo gani? Hii ngoma hii kiasili kabisa ilivyopatikana ni kwa zamani kabisa ilikuwa inaitwa chikuvii. Ilikuwa inaitwa kikui chikui ikiwa na maana yeah, uh -huh, yaani yeah. Ni ili yipe, jina tu ambalo iliweka pango wa ngoma yetu hivi pe jina hili, sasa katika maendeleo ndio ikabidi ikapatikana jina likaitwa jina la Msolopa. Na kwa kawaida ngoma hii huwa inapigwa sehemu ambazo kuna matukio gani hasa? Hizi hapa kamili kabisa zinakuwa, kwa sababu haya mambo ya tamasha tamasha, yani mambo ya kisasa, kulingana na maendeleo, ilikuwa hasa wakati wa manyago, tafrija ndogo ndogo. Mtu anaweza kafunga nazili, ah, nikija kupona nitakuja kuicheza ngoma hiyo. Kwa hiyo ndio ilikuwa inatumika sana maeneo yale, hasa mwenye manyago. Hiyo ndio asili ya ngoma ya Msolopa. Kama kuepo Msolopa, basi hiyo hiyo sherehe ya manyago, yani hapa haistawi. Kosa ngoma, ni watu gani hasa mahususi ambao wana, wanastahili au ambao inaonekana ndio wanafaa kwenye kuicheza ngoma hii ya Msolopa hii? Ni mtu tu ambaye anayeweza akaiweza, kama tunamfundisha yoyote anaicheza ngoma, kwa sababu ni nyepesi katika kucheza. Pale nimeona wengi ambao mko katika ngoma hii ni wanaume. E, pengine wanawake nafasi yao iko wapi kwenye kushiriki kucheza ngoma hii? Kwa kweli wanawake nafasi ipo, lakini sasa kama unavyojua majukumu yao na hii ngoma hii, walio wengi kama unavyojua mwingine anaweza kalizika mkewe au namna gani, lakini kunatokea kipindi tunaunganisha vijana wa kike, tunakuwa nao kulingana jinsi tunavyoendeshwa, basi wenzetu wanakata tamaa wa kike. Ni mwanamke ni rahisi sana kukata tamaa, kwa hiyo tunabakia sisi tu <tipa> eh. Ukiachana na ngoma ya Msolopa, mtazamaji, kama ulivyomsikia mzee Makota akizungumza kuhusiana na ubora na umuhimu wa ngoma ya Msolopa na jinsi ambavyo imeanza kama alivyoeleza, yuko hapa eh, Ruangwa, Lindi, Tanzania takriban miaka arobaini sasa, na ye ni Mwera kwa, kwa kabila, na kama ambavyo umemsikia akizungumza kuhusiana na ngoma hii ya Msolopa, ambapo hivi punde utaona eh, vile ambavyo amekuwa akishiriki kwenye kucheza pamoja na kuimba katika ngoma hii. Pengine eh, kuna ngoma gani nyingine za kimwera ambazo kikawaida imekuwa ni taratibu lazima ziwe zinachezwa na hasa maudhui ya kuchezwa kwa ngoma hizo ni katika maeneo gani ukiachana na Msolopa, ngoma zingine ni zipi za Kimwera, namna zienzi vipi nyinyi kama wazee? Eh, zipo ngoma zingine kama vile pale, naona imeonekana damba. Zamani tulikuwa tunaita deda, naona sasa katika maendeleo sasa umeshafika kuita jina la damba, naona pale imeonekana. Halafu ipo ngoma nyingine beni, ambayo yeye ndiyo ya wazee, ambayo hapo haipo, ambayo imejitawanyika bila kueleweka kulingana na majukumu. Ipo ngombe sugu eh yapo manguale ambayo hiyo ndio ngoma, yani yani yani yani ngoma ya asili kabisa kwa wazee. Yaani hapo maana yake kwa kama ingelikuwa ndio amecheza manguale, yani umatulie pale ungaliongezeka, yani kiasi kwamba hata kama fara yake pale ingalizidi, yani ni ngoma ya wazee. Sasa kwa kipande cha Msolopa ni ya vijana tu ya ujana. Kwa hiyo ngoma zipo zingine ambazo sijaelewi vizuri kwa sababu siku hizi nyingi zinazaliwa zaliwa ambazo zinazushwa kutokana na kukua kwa teknolojia. Kufanyika kufanyika kwa tamasha lenye mfano huu kwa lengo la ku, inua kuibua na pamoja na kuendeleza mila na desturi za uh, makabila yetu watu wa kusini mwa Tanzania. Kabila letu la Wamwera ni miongoni mwa kabila ambalo leo tunaona sehemu kubwa linatawala shughuli hii ambayo inaendelea hasa ikiwa ni kabila ambalo liko katika eneo sahihi. Kwa maana hichi kinachoendelea, wewe unajisikia namna gani katika nafasi yako, kuona kuna namna ya uboreshaji wa kuimarisha urithi ule wa mambo ya kimila na tamaduni, hususan kwenye hizi ngoma za asili? Kwa kweli mimi leo najisikia vizuri sana tena sana, kwa sababu nini? Umuhimu wa, wa utamaduni hapo, hata kama wale watoto wanapofikia maeneo kama haya tunavyoonekana, wazazi wao na utamu na jinsi inavyopendwa. Kwa hiyo hata kama tukiwataka wadogo wajifundishe, watakuwa wanakuwa na morali sana, alafu jambo lingine, zipo tamaduni zingine ambazo tamasha kama hili kali inaweza kuwepo basi, zipo ngoma zingine ambazo tutakuja kubahatika kuziona, na kweli Wamwera wana tamaduni nyingi sana. Kwa hiyo hili tamasha mimi nalishukuru sana, kwanza liendelee, vipaji vingi vitajitokeza, ngoma zizo kafifia, wataona kumbe kuna maeneo tutaonekana tunatambulika, basi watakuwa wanaje, wanajitokeza tu. Kwa hiyo mimi nasema okay, ninashukuru sana ukiachana okay, na haya yote, kuna vitu gani ambavyo nafsi imewahi kuku kukuuma sana kuona kutokana na teknolojia na ulimwengu jinsi unavyokwenda kwa hivi sasa, tamaduni fulani za Kimwera zinazidi kupotea, hususan kwenye swala hili la tamaduni eh, ngoma na vitu vingine. Vitu gani ambavyo leo naona ah, fadhali kiu yangu imesuzika nimepata kukumbuka hasa utamaduni wetu ukitaka kupotea, ndio kubwa sana, hawaamini kwa sisi tuna tamaduni zetu katika nyanja hii pia e, eh, kwenye nyanja za, za, utamaduni kuhusu magoma haya, kwa sababu wadogo wanapotaka kuambia kuna asili ya ngoma wanaona kama basi tu hata wewe unashiriki kucheza ngoma na ukaona kama mtu ambaye uliyepita na wakati hazina maana fulani, wakati huo wa ngoma inakufundisha inakukumbusha ya nyuma, ukajua kweli ah, kumbe mila zetu ziko za mtindaoni, zina faida fulani. Asante na kushukuru mtazamaji, huyo ni mzee Makota ambaye nimekuwa nikizungumza naye akizungumzia kuhusiana na ngoma ya Msolopa na baadhi ya mambo ya mila na desturi za kabila la Wamwera ambalo linatokea hapa kusini mwa Tanzania, mkoani Lindi katika wilaya hii ya Ruangwa ambapo leo tupo kwa ajili ya kushuhudia tamasha la wasanii lenye lengo la kuimarisha na kuboresha urithi wa sanaa ya mila na tamaduni za Wamwera. Endelea kuenjoy, tuko pamoja hapa, tunaendelea kuona ngoma na burudani mbalimbali ambazo zitakuwa zinaimbwa bondeni hapa katika shimo hili ambapo e, kama unavyoona watu wamejaa kwelikweli, wamekuja kwa ajili ya kushuhudia na tuko katikati ya pori kutoka katika miji ambapo ipo mtazamaji, endelea kufuatilia Cloud TV. Mimi naitwa Jongo Sudi, kuwa nami.